Asi Mungu, tumeweka matumaini yetu kwako, Yehova uliye kweli, Yesu wa milele. Asante Mungu, asante Mwokozi. Asante Mungu, lye haa, asante Mungu. Asante Mungu, Mungu. Mungu, Mungu. Mungu Kristo, wa neema yote. Yehova tunakushukuru.

Haleluya! Haleluya! Haleluya! Chuma chuma moto, moto! Nondo nondo, lije lolote, Bwana Yesu apewe sifa. Basi tunamshukuru Mungu sana ambaye bado katupa neema tena ya kuwepo katika mazingira haya. Binafsi namshukuru Mungu sana, na nimshukuru Mungu hata kwa ajili ya fundisho ambalo aliendelea nao mtumishi wa Mungu Erika. Namshukuru Mungu sana kwa ajili yake kwa sababu basi ni, ni fundisho ambalo liko katika ufahamu wa kawaida na maisha ya kawaida sana ambayo mtu yeyote basi unakuwa unaona maana ya kuabudu na maana ya wepo kwetu kwenye mazingira haya Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. Na kwa ujumla hata alipokuwa anasoma ni kama kwa kuangalia, unajua wakati fulani sisi huwa tunakuja kanisani na kuna mafundisho huwa tunajaribu kuyaona ni ya mtu fulani, na huoni kama fundisho hilo ni la kwako na hasa ukiona fundisho linazungumzia vijana basi unaona we mzee ni kama halikuhusu. Ukiona linazungumzia wanaume unahisi we mwanamke, alikuhusu au wanawake we alikuhusu. Kimsingi, kwenye kanisa hili ingekuwa kama kwa kuna, kuna fundisho ambalo ni special kwa ajili ya wanawake, wanaume wangekuwa wanaweza kutengwa peke yao, lakini kuonyesha kwamba mafundisho yote yanatuhusu sisi sote, tunafundishwa pamoja kwa mfano akizungumza tu kwamba yeye pesa kwa sababu ya, ya kitu ambacho hakiwi cha kwake mwenyewe kinakuwa ni kitu ambacho kwenye familia basi kikipatikana kinawekwa mahali fulani, halafu wanapanga wafanye nini. Kimsingi sio kwamba wanaume hawapo ambao wako hivyo yani, ambao huwa pesa zao ni za kwao, wapo kwao, sio swala ni kwamba ni elimu ya wanawake tu, hapana na wakati mwingine inakuwa inategemea na aina ya, ya mwanamke. Mwanaume anaweza akawa yuko hivyo, na kumbuka, mimi nimefanya kazi, niseme tangu naanza kujifunza kazi, watu niliofanya nao kazi wakati wote ni watu ambao walikuwa wameoa, kwa mimi peke yangu ndo nilikuwa nakuwa ni kadogo, lakini wao ni watu wazima. Sasa kuna wakati fulani walifika mahali mpaka walinifundisha mimi mwenyewe kitu fulani ambacho ikawa naona hivyo na kweli kwa baadhi ya watu unaona ni sawa. Yaani kwamba mkifanya kazi kwa mfano labda mmegawana pesa. Alafu yeye wakati wa kugawana pesa alikuwa hayupo. Kama umempelekea pesa nyumbani. Alafu yeye hujamkuta ume umemkuta mwanamke. Ilikuwa tuachi hela. Unaondoka nazo. Umwachi mke wake. Kwa nini? Kwa sababu ilionekana baadhi ya wanawake ilikuwa ukishaacha hela, yeye pale ndio anaanza bajeti. Leo nafikiri ndio siku ya kununua samaki. Kunua mchele, lakini asijue kwamba huyu aliyetafuta hiyo pesa na yeye alikuwa na alikuwa na plani yake, na kwa sababu ya aina uenda ya watu kama hao na wengine ikajengeka kwenye fahamu kwamba wanawake sio wa kuwaonyesha hela. Lakini kumbe ni swala la malezi, amelelewa malezi gani, ana elimu gani? Na kwa sababu sio tu kwamba ni wanawake sio wa kuwaonyesha hela, wako pia aina ya wanaume sio wa kuwaonyesha hela kwa sababu ukisha muonyesha yeye ana plani zake tu mwenyewe, hana mpango wa hapo nyumbani kishughulikiwe nini, ila yeye ana mipango yake. Wako wanaume, kwa mfano, hasa familia ambazo unakuta mwanaume bado anapiga piga kapombe, anavuta tu sigara, ni mtu wa kwenda kushinda kwenye mabaa. Huyo kwa vyovyote, ukimuonyesha hera, ujue kuna mali zitaenda. Ya unaishi na mwanaume ambaye tukamali utu bado anacheza kubeti, yaani bado ana beti, yaani unaishi na mwanaume anaye beti. We tegemea tu kwamba huyo ukiwa unamuonyesha hela hizi hapa ni za kwenda kuandikia mikeka. Na mwisho atakuwa anakuletea tu mikeka ambayo imechanika. Kwa hiyo si swala la kwamba ni elimu inahusu wanawake. Inawahusu, inatuhusu sote. Ukisikia anazungumza habari ya kwamba nilifikiri na tukafanya hivyo tukanunua chakula cha mwaka mzima. Sio swala la kwamba linamhusu ni mtu aliyeoa na kuolewa. Hata kijana bado kuna wakati natakiwa ufikiri kwamba ah, natakiwa niwe na kama naweza kufanya kazi na nikapata kitu fulani, kuwa na chakula cha uhakika basi kinanipa hata wepesi, kwa sababu ukiwa na chakula cha uhakika ibada ni rahisi kufanya. Kuna wakati unaweza kaamua tu hii wiki, acha nikae kanisani ngani. Wewe kaongea na mtumishi siku moja, akasema sijui inakuaje. Unakuta umepambana kwamba nanunua mahindi, nanunua mchele, naweka ndani na viweka vyakula mwaka mzima Halafu nitakuwa na na kuhudhuria kanisani vizuri. Ila ukishanunua hivyo unaanza kuona bado havitoshi kuna hela unahitaji. Kimsingi ni kwa sababu ridhiko ndo linakuwa bado halijaingia ndani. Lakini tunafanya ibada hizi ili ziingize ridhiko ndani yetu, ziingize namna ya kuona kwamba nilicho nacho kinanitosha na kinachohitajika ni kwenda kufanya ibada. Yaani tukishakuwa na hicho. Kwa hiyo elimu aliyokuwa anafundisha mimi nimeiona kabisa ni elimu inayofiti kwetu sote. Lakini hata alipozungumza kwa habari ya kwenda kununua mbuzi, kununua mbuzi ule ni mfano ametumia wa kwamba yeye pesa yake ilikuwa ya kwenda kununulia mbuzi. Na anajaribu kuzungumza kwamba kama badala ya kununua mbuzi angenunua chakula ndani wale wote. Isi ni kitu ambacho kingeonekana kilikuwa cha maana sana na faida kubwa sana. Sasa kununua mbuzi siyo yeye mpaka sasa hivi, na vijana na waliooa na kuolewa ambao mpaka sasa hivi mbuzi wananunua. Yaani ni kwamba una pesa ila pesa vitu unavyokuwa unafanyia sio vya maana hata kidogo. Na wakati mwingine vinapokuwa vimeharibika ndio unaanza kuona kwamba da, hivi ile pesa nimetumia kwa namna ile, ningeweza kufanyia hiki kingekuwa cha maana sana. Kwa hiyo mimi namshukuru Mungu sana kwa ajili ya elimu na ushuhuda wake. Na kwa sababu mimi moja ya kitu nampenda ni kwamba ni moja ya mtu ambaye huwa anaongea, unaziona hisia za anachosema kwamba wokovu ameelewa, imani ameelewa. Bwana Yesu apewe sifa. Nisiwe na mengi sana, mzee karibu weze kuendelea kweli Mungu wa pendo rafiki mchungaji Mwokozi msaada, msaada, msaada, msaada, msaada, msaada wa kweli msaada wa pekee Mungu, asante kwa ajili ya maisha haya ambayo tumejikuta tu ni binadamu, tumejikuta tukiwa katika hali hizi ambazo kimsingi inawezekana kabisa meruhusu, ukijua umeruhusu kwa watu ambao wanaweza wakaopatia ufumbuzi kwa ajili yao na kwa ajili ya watu wengine. Tumekusanyika kwenye ibada hii, nia na madhumuni ni ili chochote ulichotegemea kifanyike, kitokee, kitendeke kupitia maisha yetu kikatokee. Hapa tunakuja kutafuta hekima, hapa tunakuja kutafuta maarifa, ama njia ya kuwa na hekima, ama njia za kuwa na maarifa. Hapa tunakuja kutafuta nguvu, ama njia ya kuwa na nguvu. Hapa tunakuja kutafuta kibali, ama njia za kuwa na kibali Mungu. Kwa sehemu tumeona inawezekana hapa tulipo na watu tulionayo.